Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Mchunduru kulikuwa na binti mmoja aitwaye Sada. Sada alikuwa yatima, aliishi na bibi yake ambaye ni mzee sana, aitwaye Bibi Maimuna. Waliishi kwenye nyumba ndogo iliyozungukwa na bustani ndogo ya mihogo na viazi vitamu. Maisha yao yalikuwa magumu. Kila asubuhi, Sada aliamka mapema kwenda sokoni kuuza mayai machache walioyapata kutoka kwa kuku wao wachache. Lakini kati ya hao kuku wote kulikuwa na kuku mmoja mweupe aliyekuwa tofauti sana. Kuku huyo aliitwa kuku mweupe na alikuwa mrembo kuliko kuku wote. Manyoya yake yalikuwa meupe kama theluji, macho yake yaking'aa kama almasi, na kila alipokohoa au kutikisa mabawa vumbi la ajabu lilionekana kuruka kama unga wa kung'aa, na watu wa kijiji walisema, huyo kuku wa Sada sio wa kawaida, ana siri. Lakini Sada hakujali maneno yao, alimpenda kuku wake kama rafiki. Kila jioni, walikaa pamoja na Sada alimnong'oneza kuku wake na kumwambia, kuku wangu mweupe, siku moja tutatoka kwenye umaskini nitakununulia banda zuri na kuku wengine wa kushangilie. Kuku huyo mweupe alimtazama tu kwa macho tulivu, kisha akatoa sauti ndogo, Kaa! Kaa! Lakini usiku mmoja, mambo yakaanza kubadilika. Usiku wa manane, Sada alilala akiwa amechoka. Ndani ya ndoto yake alijikuta akiwa kwenye msitu mkubwa wenye miti yenye kung'aa kama taa. Kati ya miti hiyo aliona kuku wake mweupe amesimama juu ya jiwe akizungumza kwa sauti ya binadamu. Kuku alisema, Sada, kesho ukiona kijito cha maji kinachotiririka karibu na shamba la mihogo, usipite tu, ingia ndani, chota maji hayo na umwagie kwenye miguu yangu ya kushoto. Sada akashangaa sana kisha akasema, lakini kuku wangu, kwa nini, kwa nini nifanye hivyo? Kuku akasema, usiogope, siri ya maisha mazuri iko pale. Fanya hivyo kabla jua halijachomoza, alisema kuku mweupe, kisha akapotea kama moshi. Sada aliamka na jasho, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Akajiuliza, hii ni ndoto tu ama ni ishara? Lakini kwa kuwa aliheshimu ndoto, akaamua kujaribu. Kabla ya jua kuchomoza, alichukua ndoo yake ndogo, akaelekea kwenye kijito kilicho karibu na shamba la mihogo. Kwa mshangao, maji yake yalikuwa na rangi ya kijani kibichi yenye kung'aa. Kisha akamwaga tone kwenye miguu ya, ya kuku mweupe, na mara moja manyoya ya kuku yalianza kung'aa zaidi na sauti ya upepo ilisikika kama wimbo wa mbinguni, na kisha kuku akatoa yai yai la dhahabu. Sada akapiga kelele akasema, Ah, bibi angalia! Bibi Maimuna akaja kwa taabu akashika yai lile, machozi akamtoka, kisha akasema, hili ni yai la thamani, mwanangu. Mungu ametusikia. Habari zikaenea kijijini kwa haraka. Watu wakaanza kufika kuona yai la ajabu. Wengine wakasema ni uchawi, wengine wakasema ni baraka. Lakini mzee mmoja mwenye heshima kijijini, aitwaye Bwana Ndoa, akashauri. Mzee huyo akasema, yai hili lisiguswe ovyo, lihifadhiwe vizuri, linaweza kuwa jaribio la miujiza. Sada akalistiri ndani ya sanduku la mbao. Kila usiku alisikia sauti ndogo ikitoka ndani ya sanduku lile. Sauti ilisema, "Kumbuka, usiuze, usitamanishe, usiogope." Siku zikapita. Kila baada ya wiki moja, kuku mweupe alitaga yai moja la dhahabu. Maisha yakaanza kubadilika. Walijenga nyumba mpya, walinunua chakula kizuri na Sada akaanza kusaidia watu masikini. Lakini kama ilivyo kawaida, tamaa haikukaa mbali. Kijijini jirani yao, bwana Kenga, mtu mwenye moyo mwe wa choyo, alianza kuhusudu. Aliona jinsi Sada alivyoanza kuvaa vizuri na kusaidia watu. Bwana Kenga akaanza kusema kwa sauti ya kejeli, huyo binti anatumia uchawi wa kuku. Hakuna kuku anayetaga dhahabu bila mizimu. Usiku mmoja Kenga akaamua kufuatilia. Aliona jinsi kuku mweupe alivyotaga yai la dhahabu, kisha akasikia sauti ndogo ikitoka hewani. Sauti ikisema, usimdhuru anayetoa, utapoteza kila kitu. Lakini tamaa ikamzidi, alisubiri sada alale, akaingia kwa siri, akaiba yai moja la dhahabu. Aliporudi kwake Alicheka na kusema nitakuwa tajiri kuliko wote. Lakini asubuhi alipoliweka kwenye meza, yai lile likapasuka ghafla. Ndani yake kulikuwa na wingu jeupe lililogeuka kuwa vumbi. Vumbi hilo likamfunika uso, na ghafla Kenga akageuka kuwa jiwe. Kijiji kizima kikastaajabu. Tangu siku hiyo walijua siri ile ilikuwa ya mbinguni. Baada ya matukio hayo Sada alianza tena kuota ndoto. Kuku mweupe alimjia tena, na kwenye ndoto akamwambia Sada, safari hii usiogope, kuna kazi kubwa mbele. Kuna kijiji mbali kinachougua njaa, ukitaka baraka zako zidumu, peleka mayai matatu ya dhahabu kule. Sada bila kusita akaanza safari. Ilikuwa ni safari ya siku tatu kupitia misitu, mito na milima. Njiani alikutana na mamba, simba na nyoka, lakini kila mara alipomwomba Mungu na kukumbuka kuku mweupe njia ikafunguka. Kijiji alichofika kilikuwa kimekauka, watoto walikuwa dhaifu, wazee walikuwa na njaa. Akaamua kutoa mayai yale kila alipoweka yai moja ardhini, mimea ikaanza kuchipua kama miujiza, maji akatoka ardhini, watu wakashangilia. Kisha wakasema hey, huyu ni mjumbe wa mbinguni. Walimtukuza Sada, lakini yeye alisema kwa unyenyekevu, si mimi, bali ni baraka za kuku mweupe aliyetumwa na Mungu. Miaka ikapita Sada akawa maarufu, tajiri na mwenye heshima. Lakini usiku mmoja kuku mweupe alikuja tena katika ndoto, akamwambia kwa sauti ya huzuni: Sada, muda wangu umefika, kesho utanikuta nimepotea. Usilie maana nimerudi mbinguni, lakini kumbuka, mali bila huruma ni shimo lisilo na mwisho. alipoamka Kweli aliona banda likiwa tupu. Kuku mweupe alikuwa ameondoka, lakini ndani kulikuwa na manyoya machache meupe yanayong'aa. Alipochukua manyoya hayo, yakageuka kuwa taarishi wa nuru uliounda maneno angani. Maneno hayo yalisema toa upate zaidi, pendana, mwishi kwa amani. Tangu siku hiyo, Sada alijenga shule hospitali ndogo na nyumba za wajane. Kila mahali aliposaidia watu, walimsikia akisema ndoto ya kuku mweupe imenifunza baraka hazikai kwa mtu mwenye moyo wa choyo. Miaka mingi baadaye, watu walikuja kujifunza kuhusu binti huyo, walisema ndoto ya kuku mweupe ilikuwa ujumbe wa ujasiri, upendo na imani. Na kila mtoto kijijini alipokuwa akilala wazazi walimwambia usiogope, ndoto zako, maana ndoto nzuri zinaweza kubadilisha maisha kama ilivyotokea kwa Sada na kuku wake mweupe. Mwishoni, kwenye usiku wenye nyota nyingi, Bibi Maimuna alionekana akitabasamu, huku akimnong'oneza mjukuu wake mdogo na kusema, mwanangu, kumbuka, kama moyo wako ni mweupe kama manyoya ya kuku yule, basi hata ndoto zako zitakuwa safi kama mwanga wa mwezi. Je, yeah, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa usiwe na tamaa. Baraka huja kwa mioyo safi. Usitunze siri kwa choyo. Tumia kipawa chako kusaidia wengine. Na zaidi ya yote, ndoto njema zikiwa na nia njema zinaweza kuwa mwanzo wa miujiza. Je, yeah, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment.